Mimi Albert Gaspasando, mkuu wa wilaya ya Ubungo, nakiri kuupokea Mwenge wa Uhuru kitaifa ukiwa unawaka una, una meremeta. Nakiri kuwapokea viongozi wote wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiwa na afya njema pamoja na viongozi wengine wote ambao wameongozana nao Mwenyezi Mungu nisaidie. Ni sauti ya mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando akipokea mwenge wa uhuru kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Kinondoni. Mwenge huo wa uhuru uliobeba kauli mbiu isemayo, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa utulivu na amani, uliokabidhiwa leo Juni 5, 2025 umeizindua jumla ya miradi saba ya maendeleo iliyopo katika wilaya ya Ubungo, ambapo miongoni mwa miradi iliyozinduliwa ni pamoja na mradi wa barabara ya kiwango cha lami yenye urefu wa kilomita 1.4 inayotoka katika eneo la Kibamba kwenda Mpiji Magohe ambayo ujenzi wake umegharimu kiasi cha shilingi za Tanzania bilioni 2 na milioni 764. Akizungumza katika Uzinduzi wa mradi wa barabara hiyo, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa elfu mbili na ishirini na tano, ndugu Ismail Ali Usi amesema, leo hii mwenge wa uhuru umekuja kujionea mradi mkubwa na wa kisasa ambao unaenda kuwaunganisha wananchi walio wengi, lakini pia unaenda kuwapa fursa wananchi za kufanya harakati zao za kiuchumi kwa haraka na bila ya shaka ya aina yoyote. Ndugu zangu, leo hii barabara hii ambayo tumekuja kuikagua na kuitembelea hapa yenye urefu wa kilomita moja nukta nne kwa kweli ni barabara ambayo imezingatia viwango vyote na sifa zote, naomba tupige makofi mengi sana kwa kweli. Tunawashukuru sana wenzetu wa Tanrod kwa kazi kubwa mulioifanya juu ya kumwekea heshima Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya ujenzi wa barabara hii. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Kibamba Isa Mtemvu akizungumza wa wakati wa uzinduzi wa mradi wa pampu ya kusukuma maji DAWASA iliyopo kwenye jimbo lake la Kibamba amesema kero ya maji kwa wakati huu imepungua kwa kiwango kikubwa kutoka chini ya asilimia 40 mwaka 2021 hadi kufikia ufanisi wa asilimia 90 kupunguza kero hiyo ya usambazaji wa maji kwa wananchi wa jimbo hilo la Kibamba. Katika eneo hili la maji mengine lisiseme, tuko tuna hali mbaya sana. Eh, ee, kiongozi wetu wa mbio kitaifa, tulikuwa tuna chini ya asilimia arobaini wakati mheshimiwa rais ataingia kwenye nafasi yake, lakini leo utaona hapo, naambiwa hapa asilimia sabini na tano lingia inaolingia asilimia themanini, lakini mimi, mimi na mheshimiwa mkuu wa wilaya tumeshatunguka karibu jimbo zima, tumeshafikia asilimia tisini na kule kwenye kutekeleza ilani ya kuelekea asilimia 95 mijini, tunakuahidi kamwambie mheshimiwa rais kwamba jimbo la Kibamba sehemu ya wilaya ya Ubungo ni kama jiji na miji tunaenda kufikia asilimia 95. Lakini mwisho niendelee kuwashukuru sana watu wa DAWASA, ni watu wanaosikia ni viongozi ambao wanasimamia eneo hili la maji kwa ueledi mkubwa e, na sisi shikiano, wa wa kwa mashirikiano makubwa kupitia mbung ushirikiano, lakini wananchi hawa kwa ujumla wao wameendelea kuwa wakilivu katika wakati wote ambao walikuwa wanasubiri kupata huduma ya maji. Miradi mingine iliyozinduliwa na Mwenge ni pamoja na mradi wa matumizi ya nishati safi shule ya wasichana ya Dar es Salaam. Mradi mwingine ni wa kikundi cha vijana cha mkopo wa asilimia kumi cha Nyota Njema. Mwingine ni pamoja na uboreshaji wa usafi wa soko la Mabibo. Mradi mwingine ni wa ujenzi wa jengo la upasuaji wa wodi ya wa wazazi kituo cha afya Makurumla. Mradi wa saba ni wa ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa na matundu nane ya vyoo Mbezi Sekondari Secondary. Nikiripoti kutoka Wilaya Ubungo mkoani Dar es Salaam. Mimi ni Kulwa Mwaijuru na hii ni Msasa Media.